Bwana Yesu asifiwe! Bwana asema. Asanteni sana ndugu zangu. Kwa majina niliyesimama mbele yenu, naitwa Reuben Emmanuel Sagaika, ndiye mgombea udiwani wa kata hii ya Kalangalala, kata ya mjini. Ndugu zangu, mimi ni mtoto wenu, ni kijana wenu ambaye nimekulia hapa ninavyozungumza hapa mwanake Kalangalala nayejua vizuri sana, lakini kabla sijafanya hivyo, niko hapa kuwaombeni kula kwa unyenyekevu mkubwa, ili tukaibadilishe Kalangalala yetu iwe Kalangalala mpya. Mheshimiwa mbunge, hapa tunaomba kula za watu watatu. Mtu wa kwanza nayemwambia kula anaitwa Daktari Samia Suluhu Hassan, ili akawe rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wangapi wana mashaka la sa na Daktari Samia Suluhu Hassan wangapi? Utampa kula za kutosha Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Lakini mtu wa pili namwambia kula anaitwa injinia Chacha Mwita Wambura akawe mbunge wa jimbo la Geita mjini. Mheshimiwa Waja, ninamfananisha na Ngugi wa Thiong'o aliandika kitabu cha Weep Not, Child mwaka 1964 alikuwa kijana na msomi alikuwa mwandishi mzuri ambaye aliamini elimu inaweza kuleta mabadiliko katika jamii yake. Ndugu yangu Chacha, na kuombea kura nyingi za kutosha ili ukaifanye Geita ikawe Geita mpya, kama ambavyo kwenye kauli mbiu unasema Geita mpya kazi na nini. yeah, yeah. Meshimuawaja, mimi nakuomba mambo matatu ya msingi. Jambo la kwanza, nafahamu kwa sababu muda wa uruhusu, tunatamani Kalangalala yetu ibadilike Tunafahamu miundo mbinu yetu haifanyi haifa kazi vizuri. Tunatamani barabara zetu zipitike, uongo si uongo, ndugu zetu. Hey, hey. Lakini tunatamani ongezeje, elimu yetu ipande kwa kiwango cha juu, lakini utawala bora pamoja na afya. Lakini ndugu yangu Chacha, pamoja na kwamba utakuja kuzungumzia mambo mengi sana yaliyoelezwa kwenye ilani yetu ya mwaka 2025 2030. lakini utakuja kuyazungumzia hapo lakini wacha nitumie nafasi kidogo nieleze mambo machache ya msingi ambazo natamani mimi katika miaka yangu mitano, ambayo atawagusa wananchi moja kwa moja. Uongo si uongo Chacha? hapa yeah. Kalangalala tuna vijana uongo, si uongo, tunatamani vijana wapate ajira yeah. lakini pia tunatamani vijana hawa wawe na ajira kwenye miladi yote ya vijana katika kata yetu ya Kalangalala uongo, si uongo. Lakini tunatamani tutengeneze mimi natamani kuwa diwani ambaye kwa daraja kati ya vijana na maendeleo ya vijana katika kata yetu ya Kalangalala. Nipigieni makofi ndugu zangu. Lakini nataka niwahakishie vijana wenzangu, tutawatafutieni fursa kuhakikisha mnajikwamua kiuchumi. Si ndio ndugu zangu? Lakini mheshimiwa mbunge, tunao akina mama, akina mama mpo moto moto. Akina mama mpo. Mheshimiwa Chacha, tunatamani akina mama hao wana changamoto kubwa sana ya mikopo. Tunatamani tukawasaidie sana kwenye halmashauri zetu, akina mama hawa waweze kupata mikopo nafuu, ambao haina riba kubwa na ikiwezekana kwa sababu halmashauri zetu zinatoa mikopo ambao haina riba kabisa. Akina mama tuwasaidie. Lakini pia upatikanaji wa huduma za afya kwa akina mama, ambao tunatamani kwa sababu kwenye ilani yetu imeeleza wazi kwamba upo ujenzi wa vituo vya afya, lakini upo ujenzi wa zanati, pamoja na kwamba tuna hospitali yetu ya manispaa hapa ya wilaya yetu ya Geita, tunatamani akina mama basi wakaweza kupata mikopo hii waweze kuendesha shughuli zao za nini, za biashara. Akina mama wanafanya biashara zao vizuri kwenye masoko yao, tunatamani uchumi wao ufanyaje upande. Lakini ndugu yangu Chacha, wapo akina baba, wazee wetu, wazee uchungu wa mwana yangu. Chacha, wazee ndio busara ya mji. Uongo si uongo, Mheshimiwa Kikwete aishaye kusema ukitaka nchi itulie kamata wazee na sisi Kalangalala hapa ili Kalangalala itulie tunatamani tuwakamate watu gani? Wazee, kwa sababu wazee ndio kima cha maarifa. Lakini wazee wetu hawa wana changamoto za kutosha. Tunatamani upatikanaji wa huduma kwa wazee wetu ziwe za kutosha, lakini pia pension kwa wazee wetu ziwe za kutosha, lakini kuwathamini wazee wetu katika maeneo yetu iwe ni kipaumbele chetu cha msingi. Mpigeni makofi Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Ndugu zangu watu wa Kalangalala, muda hautoshi nitafanya mikutano kati maeneo yote niliyesema mbele yenu hapa kwenye yekevu mkubwa. A, ndugu zangu, naombeni kula zote za ndiyo tarehe 29 mwezi wa kumi ili nikawe diwani wa kata hii ya Kalangalala, nikalete mabadiliko katika mkoa wetu huu, especially katika kata yetu ya Kalangalala. Tunataka ni Kalangalala ifanane na mjini wenyewe. Asanteni sana ndugu zangu, mwaweja sana asanteni sana